Vipi, jina langu ni Amina Deogratias Semagogwa, niazime dakika moja nikupe habari. Serikali ya Tanzania imesema haiko tayari kutaja idadi ya watu waliopoteza maisha kwenye vurugu za Oktoba 29, kwani kufanya hivyo ni kama kusherehekea au itaongezea maumivu kwa wale waliopoteza wapendo wao. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Mwikulu Nchemba amesema hayo wakati akizungumza na wahariri na uandishi wa habari na kusisitiza kuwa taarifa zilizowekwa mtandaoni kuhusu maeneo yaliyoathirika zina mtazamo inayochochea sherehe au mizaha na upotoshaji. Kauli hii ya waziri mkuu imepokelewa kwa maoni mseto, baadhi wakionyesha kuridhishwa nayo na wengine wakihoji uzito kwa sababu ya serikali kushindwa kuweka hadharani idadi ya vifo, badala yake imeweka wazi mali na miundombinu iliyoharibiwa. Wewe unasemaje? Tuandikie maoni yako. Ni dakika moja tu imenitosha kukupa habari.